wangu imekuwa furaha kubwa sana kufanya kazi na Baba Chesco na kwa kweli, anautii wa ajabu. Father Chesco hajawahi kuniambia hiyo sifanye. Na mimi nakuwa na makazi mengi kweli, unampa hii hii hii. Hawezi kuniambia father, sina nafasi leo, hiyo sifanye. Atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo Asante sana kwa kweli, hakunipa ugumu wa kufanya kazi na tumefanya kazi vizuri sana sana sana na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye eh, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri, na hata kama nilimpa kazi ngumu, na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti, eh, hata kama nilijua ili tumelifanya wote lakini, kama ilibidi mimi nibebe msalaba nilibeba kwa mm. Mfano mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu eh, mimi naishi kwa hofu na tafutwa, sisi ni wawe sisi tu gani, lakini father yeye ana, ana amani kabisa, namtuma bwana, hebu nenda mjini. Bwana unajua mimi niko natafutwa bwana, hebu we nenda nisije ngatekwa. Pole sana kijana, ndio maana nilikufukuzwa hapa, tulihisi wewe ni wale wasiojulikana, sababu alishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi, aliendelea na kazi e, kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi e. Kwa hivi e, baba padri, nakushukuru sana kunisaidia licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu hmm. sisi jukumu letu ni kuwalinda wananchi wote, hilo ni jukumu la kisheria kulinda wewe pamoja na padri pamoja na watu wengine, hilo ni jukumu letu la msingi. Kwa hiyo hatu hatufanyi masuala ya kiusalama kwa kumbagua mtu e, wote wanayo haki ya kulindwa, na ndilo jukumu ambalo tunaendelea kulifanya. Na wale waliohusika kumpiga, pengine kama jeshi la polisi imeshabaini, taarifa mbalimbali zilishatolewa na maendeleo yake yamekwishatolewa. Kwa hiyo mfumo ule wa kushughulika na masuala ya kijinai endelea kufanyiwa kazi. Mtu akilalamika, sisi jukumu letu la msingi ni kuwafanya watu wawe wawe salama, na kimsingi hatulindi mtu mmoja mmoja. Watu wote, mafadha wote, mapadri wote, tunalo jukumu la kuwalinda. Mashehe wote, tunalo jukumu la kuwalinda. Wananchi wote kwa ujumla, bila kujali itikadi zao, bila kujali dini zao, bila kujali nafasi zao za kiuchumi au za kisiasa au za kijamii. Hili ni jukumu la kisheria, hayo ni majukumu yetu. Hata wewe ukisema unasikia kwamba moja, mbili, tatu, nne, tano, sisi jukumu letu ni kufuatilia, tunawalinda watu wote, hili ni jukumu la kisheria.